juu ya hukumu zote ambazo zilizomo humo ndani kwa Waislamu kwamba ni jukumu lao kufanyaje, kuzitekeleza. Tumefahamiana vizuri. Sasa leo tunazungumzia kubhi jarimatu zina alwahdaha, ubaya wa kosa la zina peke yake. Ubaya wa kosa la nini? Ubaya wa kosa la zina peke yake, au uchafu wa zina peke yake. Ikumbukwe kwamba tupo katika zama ambazo kosa la zinaa limeshika hatamu zaidi kushinda makosa mengine. Uchafu wa zinaa umeshika hatamu zaidi kushinda uchafu mwingine jambo ambalo limepelekea kwamba hata mzazi akimuona mwanaye hana demu wa kuzini naye, anaanza kumshakia nani? Mtoto wake. Imefikia mahala kwamba mke wa mtu kama hana mtu mwingine wa pembeni wa kuzini naye anajiona kama vile amepunjika, unafahamiana. Lakini nimefikia mahala kwamba mume wa mtu ambaye amefunga ndoa yake kwa mujibu wa sheria, lakini mwisho wa siku haridhiki na mke aliye naye, lazima atafute mwanamke mwingine wa pembeni kwa ajili ya kwenda kufanya naye nini? Uchafu. Tumelewana vizuri. Jambo ambalo sasa katika jamii yetu limekuwa linasababisha kukithiri kwa watoto wa mitaani ambao wengi wanatoka katika jamii ya nini, katika jamii ya Kiislamu na sisi tunasema kwamba hadhihi al-fahisha wa hadhihi al-jarima tutabaru ala annaha min almashakil dakhiliya fi almujtama lislami, kwamba tatizo hili la zinaa ambalo limekuwa linaleta na kuzalisha watoto wengi wa mitaani imekuwa ni katika mambo ambayo yanahesabika kuwa ni matatizo ndani ya jamii ya nini, ya Kiislamu. Tumeelewana vizuri na hata inafikia mahala kwamba mtu bila kuogopa bila kuona vibaya anakwenda kuzini mpaka na watoto wadogo. Hata imefikia mahala kwamba mwanamume anakwenda kuzini na mwanaume mwenzake, na mwanamke anakwenda kusagana na mwanamke mwenzake ni kwa sababu jambo hili limeonekana kwamba ni jambo la kawaida. Na hata kuna watu wengi ambao Mwenyezi Mungu amewaruzuku uchumi, tumefahamiana, lakini uchumi wao wanautumia kwenda kuharibu katika kuwapa sapoti watu ili waendeleze uchafu huu wa nini? Uchafu huu wa zinaa kwamba inaonekana siyo kosa ndani ya kanuni zetu za nchi, lakini siyo kosa ndani ya jamii ambayo tunayoishi, bali uchafu wa zina itaonekana kwamba ni kosa kupitia misingi ya nini ya dini peke yake. Tumefahamiana vizuri, kwa sababu hakuna kitabu hata kimoja ambacho hakijazungumzia juu ya uchafu wa nini wazina wala hakijakemea jua uchafu wa nini wazina. Vitabu vyote kuanzia Taurat ambayo inafuatwa eh, na Mayahudi, Injili ambayo inafuata na nani na Kristo, na Qur'ani ambayo inafuata na nani na, na, na, na Waislamu. Vitabu hivi vyote hivi vyote vimeungana katika kupinga uchafu wa nini uchafu wa zina, tumeelewana vizuri sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje kuhusu jambo hili? Anasema azaniatu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda kwamba zile hukumu na maagizo ambayo tumewafaradhishia nyinyi kufata, tumewawajibishia nyinyi kufanyaje? Kuyatekeleza, tunaanzia hapa azaniatu wazani. Mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, kila mmoja ikiwa kama watafumaniwa na kukutwa wanafanya uchafu wa zina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, kila mmoja anatakiwa apigwe bakora ngapi? Bakora mia moja. Mzinifu wa kiki, wa kike ambaye hajaolewa yuko nje ya ndoa na mzinifu wa kiume ambaye yuko nje ya nini ya ndoa, hawa wote ikiwa kama watafumaniwa wanafanya uchafu huo na ushahidi ukawepo wa kujitosheleza, hukumu yao fajilidu kula wahidin minhuma miata jalda, kila mmoja apigwe bakora ngapi? bakora mia moja. Hapa kuna mambo ambayo unaweza ukajiuliza kwa nini katika kosa la zina sawa, katika uchafu wa nini wa zina ameanza kutajwa mwanamke alafu akaja nani, akaja mwanaume? Na katika uchafu, katika kosa la wizi ameanza kutajwa mwanani mwanaume kisha akaja nani, akaja mwanamke. Tumeona vizuri? kwa sababu katika uchafu wa zina kwa mwanamke unakuwa ni mbaya zaidi na ni kosa baya zaidi kwa sababu yeye mwanamke ndiye ambaye anahifadhi jinsia ya mwanadamu. Tumeelewana vizuri? Mwanamke ndiye anahifadhi nasaba ya mtoto. Mwanamke anaweza akampa mtoto baba mwingine asiyokuwa baba wa halali, na yeye anajua kwamba huyu ninayempa, ninampa kwa sababu ya maslahi fulani, lakini siyo baba yake wa halali, na baba yake wa halali anaweza akanyimwa mtoto, aidha kutokana na ugomvi, aidha kutokana na umaskini na ufukara alionao, akanyimwa nini? Akanyimwa mtoto. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukakuta watu wameoana kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazotambulika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mwisho wa siku mwanamke akaenda kuzini na akapata mtoto, na yule mtoto akamnasibisha na mume wake anayetambulika kisheria, na akamwacha kumnasibisha na yule mwanaume aliyokutana naye nje ya nini, ambaye hatambuliki kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa sheria. Tumeiona vizuri, idhan azina e inda mar'atun aqbah zina kwa mwanamke imekuwa ni jambo baya zaidi. Ndio maana akatangulizwa nani? Akatangulizwa mwanamke katika jambo la zina, lakini katika wizi ametambulika ametambuli nani? Ametangulizwa mwanaume, kwa sababu wizi unahitaji nguvu, wizi unahitaji ujasiri, wizi ni katika mambo ya hatari ambayo mtu anajitoa muhanga. Tumeelewana vizuri sasa. Jambo ambalo kimaumbile mwanamke hawezi kuwa na ujasiri na nguvu kushinda nani, wala hawezi kuvumilia hatari kushinda nani, kukabiliana na hatari kushinda nani. Ndiyo maana sasa katika kosa la wizi ametangulizwa nani? ametangulizwa mwanaume, asariqun wa sariqa, kisha akaja nani, akaja akaja mwanamke. Tumeelewana vizuri. Sasa, mahiya alasbab allati qad tuaddi ila wuqu'i fi jarimati azina, kuna sababu gani ambazo zinazoweza kumpelekea mtu kutumbukia katika tendo la zina? kwa sababu tunapozungumzia zina na hukumu yake, maana yake tunazungumzia kitendo cha mwisho baada ya kuwa huku nyuma kuna cheni iliyoanza na kumpelekea mtu kuingia katika nini, katika uchafu wa zina. Yawezekana ikawa ni sababu za kiuchumi, yawezekana ikawa ni sababu za kimalezi, yawezekana ikawa ni sababu za kimazingira pamoja na sababu za kijamii, tumeelewana vizuri eh? Sasa ukija katika sababu za kiuchumi, sababu za nini? Za kiuchumi, kwamba sio kila anayetumbukia katika zinaa katika upande wa wanawake ni kwamba wanapenda kufanya lile jambo. Tumeelewana vizuri? Yawezekana kuna sababu za kiuchumi ndizo ambazo zinazopelekea mwanamke aingie kupata nini, vishawishi vitakavyomwingiza katika nini, katika zina. Na wakati huo huo mwanamume anaweza akatumia opportunity nafasi aliyoipata kumshawishi mwanamke, kwa sababu ni fakiri, kwa sababu ni maskini, kwa sababu anahitaji kumtimizia mahitaji yake, ili aweze kutimiliza tendo lake la nini la uchafu wa zinaa. Tumeelewana vizuri eh. Mathalan, unaweza ukakuta mwanamke pamoja na umri alionao, pamoja na familia anayotoka, lakini hana msaada wa aina yoyote na hana ujuzi wa aina yoyote utakaomfanya yeye apate sehemu ya nini, lukmatul aishi ya kula. Kwa hiyo anakuja mtu ambaye ana uwezo anataka ampe nini mahitaji yake, ampe pesa au amnunulie chakula, lakini kwa malengo kwamba ninakununulia chakula au ninakupa pesa ili uweze kunitimizia mahitaji yangu ya uchafu wa nini. Ni ngumu mwanamke kukataa, tumeelewana vizuri, ni ngumu mwanamke kufanyaje kukataa. Kwa hiyo anajikuta anaingia katika nini, katika uchafu wa zinaa. Tumeelewana vizuri eh. Kama vile ambavyo mwanamke yuko ndani ya ndoa, lakini mume wake hataki kumtimizia mahitaji yake yote sawasawa, awe na uwezo au awe, awe hana nini, ana uwezo lakini mwisho wa siku mwanamke huyu ndiye ambaye anayetoka kwenda kujitafutia, lakini kule anapokwenda kujitafutia anakutana na watu wengine wenye uwezo tofauti na wenye fikra nini tofauti, wanapomtimizia lazima ujue kwamba watamtimizia kwa masharti. Tumeelewana vizuri. Sasa miongoni mwa masharti hayo ni kumtaka mwanamke huyu afanye uchafu, akubali kufanyiwa uchafu wa nini? Uchafu wa zina. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo hizo ni sababu za nini? Za kiuchumi, lakini wakati mwingine zinatokea kwa makusudi, kwa sababu majukumu ya kulisha kuvisha na kuhudumia ni majukumu ya nani? Ya mwanaume na sio majukumu ya nani? Ya mwanamke. Kwa hiyo unapohamisha haya majukumu kwamba mwanaume ndiye ahudumiwe, mwanamke ndiye akatafute akuhudumie, maana yake ukubali kwamba huyu mwanamke kuna kipindi ataingia katika uchafu wa nini? Katika uchafu wa zina. Tumeelewana vizuri. Ataingia katika uchafu wa nini? katika uchafu wa zina. Sababu za kimazingira: mazingira ambayo tunayoishi ni mazingira hatarishi, kwa sababu ya kutokuwa na uangalizi tosha wa maeneo ambayo tunayoishi. Leo unaweza ukakuta kwamba kuna kichochoo, lakini ndani ya kile kichochoo hakuna mataa. Tumeelewana vizuri eh kuna majumba ndani ya hayo majumba unakuta hayajaisha na watu hawakai, ni maeneo ambayo watu wenye dhamira mbaya wanaingia kufanyia nini, uchafu. Lakini baya zaidi, unaweza ukakuta kwamba kuna nyumba za wageni zimetengenezwa kwa nembo ya nyumba za wageni, guest house, tumeelewana lakini zile guest house wanaokwenda kufanya huo uchafu ni watoto wetu wa mtaani, ni watoto wetu ambao wanaotoka katika jamii yetu, tumeelewana vizuri. Zipo kila, kila kona ya mji, maana yake inatengeneza vishawishi vya kumvutia mtu kwamba hii ni sehemu nikiingia, ninaenda kutekeleza uchafu wangu wa zina vizuri, bila kubughudhiwa na mtu yoyote, kwa sababu hakuna kanuni inayodhibiti jambo hili tumefahamiana vizuri kwamba haturuhusiwi kuingilia haki ya faragha ya mtu. Hakuna security kwamba wewe ukiingia umefanyaje, umeingia. Tumefahamiana eh? Vishawishi. Lakini leo hata mazingira ya vyuo vikuu unaweza ukaona wanafunzi ambao wanatengenezwa kwa ajili ya kuja kuwa ni msaada kwao wenyewe pamoja na familia zao pamoja na taifa zima kwa ujumla. Wamepelekwa ili wakae sehemu ambayo ni nzuri, waweze kupata wanachotakiwa kupata kwa maslahi na mustakabali wa taifa letu. Lakini leo kuna watu wanawashawishi wanafunzi hao kuingia katika nini? Katika zinaa. Tumefahamiana vizuri na mwanafunzi, wakati mwingine hajitambui kwamba yuko pale shuleni kwa sababu gani, dhamana gani ambayo anaibeba mgongoni kwake kwa ajili ya taifa lake, anajikuta anaingia katika uchafu, na hata wengine imefikia mahala wanafanyiana ukatili wa kijinsia wanafunzi, lakini sababu ni ya kuchangia mwanaume Sababu ni ya kugombania, sio mume wa nini, sio mume wa ndoa. Maana yake ni kwamba uchafu huu umeachiwa uendelee katika nini, katika jamii. Tunafahamiana vizuri, lakini baya zaidi, baya zaidi ni kwamba uchafu huu wa zina umepelekea watu wengi kupata maradhi ya kuambukiza mfano wa maradhi ya gono